Kwa mujibu wa ratiba ambayo e, imeonyeshwa hapa moja kwa moja tarehe tisa JKT Queens wataanza kupeperusha bendera ya CECAFA kwa maana ya e, uwakilishi wa kanda ya Afrika Mashariki ambapo watacheza e, na timu ya Gaborone e, United katika mchezo utakaofanyika e, katika e, jiji la Kairo e, nchini Misri na baada ya hapo tarehe kumi na mbili JKT Queens tena watakwenda kutupa karata yao ya pili, wakiweza kucheza na timu ya Asec Mimosas kutoka Ivory Coast. Na mchezo wa mwisho e, kwa hatua ya makundi utachezwa tarehe kumi na tano mwezi Novemba, ambapo watacheza na bingwa mtetezi TP Mazembe katika jiji hilo la Cairo, lakini e, ratiba viwanja itatoka baadaye, na baada ya mchezo huo sasa ndio tutaona kama JKT Queens watakuwa wameweza kusonga kwenda kwenye hatua ya nusu fainali kwa kuwa ni timu nane zinashiriki na kila grupu lina timu nne nne, basi e, ili JKT Queens aweze kusonga na kwenda kwenye hatua ya nusu fainali anatakiwa na, amalize nafasi mbili za juu, ama nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Kama atashika nafasi ya kwanza katika kundi lake B, maana yake atakutana na mshindi wa pili wa kundi A ambalo lina mwenyeji, e, mwenyeji e, kutoka Egypt na kama atashika nafasi ya pili maana yake atakwenda kushindana na mshindi wa kwanza wa grupu A katika hatua hiyo ya nusu finali, na kama atashinda katika hatua ya nusu finali, basi moja kwa moja ataingia fainali. Mashindano hayo kwa mujibu tolewa, wa ratiba iliyotolewa, mashindano hayo yataanza rasmi tare na yata tarehe nane na yatakamilika tarehe ishirini na moja ambapo kutakuwa kuna michezo miwili. Mchezo wa kwanza utakuwa ni mchezo wa kumtafuta mshindi wa tatu na wa nne, na mchezo wa pili utakuwa ni wa kumtafuta bingwa na mshindi wa pili wa mashindano hayo. Kwa hiyo mchezo wa ufunguzi utafanyika tarehe nane ambapo mwenyeji e, kutoka e, Misri atacheza na ile timu ya Asfar ya Moroko katika mechi ya ufunguzi. Kwa hiyo tu e, niseme kitu kimoja, JKT Queens sio mara ya kwanza kwenda kushiriki mashindano haya. Ikumbukwe mwaka 2023 waliweza kulichukua kombe la CECAFA ambayo mashindano haya yalifanyikia nchini Uganda kwa hiyo walishinda mashindano hayo na wakaenda kuiwakilisha Tanzania katika mashindano yaliyofanyika e, nchini Ivory Coast, lakini timu ya JKT Queens waliweza kutolewa katika hatua ya makundi, kwani walimaliza wakiwa nafasi ya tatu. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kwa JKT Queens kwenda kule, lakini safari hii tena e, mashindano haya yamefanyikia nchini Kenya kama nilivyosema, Nairobi na JKT Queens kuibuka kidedea Eh, kuwa mabingwa wa CECAFA na kwenda sasa kuiwakilisha JKT Queens katika mashindano hayo ambayo yatafanyika tarehe nane kama nilivyosema hadi tarehe ishirini na moja mwezi huo, mwezi wa Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa nini tutegemee? JKT Queens mara tu baada ya kuwa mabingwa walirudi kuendelea na maandalizi, na ikumbukwe tu eh, pazia la ligi kuu ya Tanzania kwa wanawake litafunguliwa tarehe sita mwezi wa kumi na moja na kabla ya kufungua ligi hiyo huwa kunakuwa kuna ngao ya jamii. JKT Queens alishiriki kwa kuwa alikuwa ndio bingwa wa nchi, na kwa kweli alionyesha kabisa kwamba wamejiandaa na wako tayari kwa ajili ya kwenda kwenye mashindano makubwa haya. Hiyo yote ni maandalizi kwa ajili ya kwenda kucheza klabu bingwa hii, kwani watakaporudi watakuwa na siku chache tu za kuendelea na maandalizi ya mwisho kabla ya kusafiri tarehe tano mwezi wa kumi na moja kuelekea sasa e, e, katika jiji la Cairo nchini Misri kwa ajili sasa ya kujiwinda na mashindano makubwa kabisa barani Afrika. Mimi niseme tu, kwa namna JKT Queens walivyoandaliwa toka ligi ya ndani, kama nilivyosema, ngao za jamii zote ya mwaka jana ya mwaka huu, yote hii ni maandalizi makubwa ambayo wachezaji wetu wameweza kuyafanya, lakini pia kuweza kwenda kushiriki mashindano ya Sekafa na na kuchukua na kuendelea kutoa mchango mkubwa katika timu ya taifa, inaendelea kuwaimarisha wachezaji wetu kisaikolojia lakini pia inaendelea kuwapa uzoefu wa michezo ya kimataifa. Naamini kwamba timu zote saba ukiachilia mbali JKT Queens zinazoshiriki katika mashindano haya ni mabingwa katika kanda zao. Tujue kwamba Afrika ina nchi hamsini na nne lakini ni timu nane tu ndizo zilizofanikiwa. Kama nilivyosema, kwa ukanda wa Sekafa ambapo JKT Queens wanakwenda kuwakilisha, ina jumla ya nchi tisa. Hivyo zile kanda nyingine zote, kanda ya kati kanda ya Afrika Kusini, kanda ya eh, eh, Afrika magharibi a zone a Afrika magharibi zone b, lakini pia vivile na eh, ule ukanda wa kule kaskazini, kote huko wanakwenda mabingwa ambao wanawakilisha sio chini ya nchi tano mpaka tisa kama ambavyo nimetoka kuelezea. Kwa hiyo unaona ni timu imara na ni timu ambazo zinaweledi wa hali ya juu sana katika kusakata eh, kabumbu zinakwenda kukutana kwa hiyo ni mabingwa hawa wanakwenda kukutana. Kwa hiyo JKT Queens atakwenda kukutana na mabingwa wenzake ligi, ambayo itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo na sisi tumejiandaa kuhakikisha kwamba kama e, katika msimu ule wa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tuliweza kumaliza tukiwa katika nafasi ya tatu, basi zile changamoto ambazo zilitupelekea sisi kumaliza nafasi ya tatu tumekaa tumepambana nazo, tumeweza kuzifanyia utafiti wa kutosha na sasa hivi kikosi chetu kiko imara kabisa kuhakikisha kwamba tunakwenda kumaliza nafasi mbili za juu katika kundi letu B na kuhakikisha kwamba tunasonga hatua ya nusu fainali na hatimaye kufika fainali.